Karibu ni Aroma Zanzibar. Leo naleta mapishi ya chicken tikka biriani, na tunaanza hapo na vitunguu thom, tangawizi mbichi na uh, pilipili ya unga ya Kashmir na pia chumvi, na pia tatumia limao au ndimu kama utapenda, na natumia kuku kiasi pound mbili ambayo ni mguu na paja na kifua kipande kimoja kikubwa, lakini unaweza kuku, unaweza kutumia kuku vovote utakavyopenda. Hata kuku mzima unaweza ukatumia ukamkata vipande vipande. Hapa naanza kusaga kitunguu thomu na tangawizi mbichi na nimetia kijiko kimoja kikubwa cha chumvi. Na kuku wangu hapa tayari, nimesha mkata vipande vidogo vidogo. Na natumia kijiko kimoja kikubwa cha tangawizi mbichi na thomu, na nimetia na nusu kijiko cha ile pilipili nyekundu na kijiko kimoja kikubwa cha uh, cha lima au ndimu. Tachanganya vizuri, halafu tutaweka kiasi dakika kumi na tano, halafu tunaenda kwenye mchanganyiko wetu wa pili ambao ni yogurt, yani mtindi plain ulokuwa hauna ladha kikombe kimoja kikubwa. Halafu nimetia tena tangawizi mbichi na mdalasini kijiko kimoja kikubwa, na garam masala na unga wa giligilani na bizari ya manjano na pilipili nyekundu na kijiko kimoja na nusu cha mafuta ya mustard, lakini unaweza kutumia mafuta yoyote uliokuwa nayo. Tutachanganya vizuri alafu tutatia kwenye yule kuku wetu. Kama huna hiyo kashmiri red chili powder sio lazima, unaweza kutumia pilipili ya unga yoyote nyekundu, na kama unataka rangi zaidi unaweza kutia rangi zaidi, na kama unayo chicken tikka masala unaweza kutumia, usitie giligilani unga wa giligilani, hiyo chicken tikka masala ita, inatosha wenyewe, kwa sababu hii ni chicken tikka masala biriani, lakini kwa vile mie sina chicken tikka masala, ndo maana nimetia viungo hivi, alafu tachanganya vizuri, taweka kwenye friji kiasi masaa matatu. Nataka zile bizari zako zote zikolee vizuri na kuku wako pia apate kulainika. Sahivi tunaanza kwenye mambo ya wali hapa. Mimi na mchele wangu, natumia mchele wa basmati kwa pishi hili, na nina vikombe vitatu na pia na bizari zangu hapa, natumia bizari nzima na natumia haya majani makavu, karafuu, mdalasini, pilipili manga, star anise na hiliki. Na pia nitatumia na ah, zafarani kama utapenda, sio lazima kama hutaki au huna. Na nimechanganyia na maji ya wardi kiasi kijiko kimoja na nusu kikubwa. Alafu hapa naanza kukanga vitunguu vangu va kutia juu kwenye biriani. Kuna mambo madogo madogo hapa mengi nataka kufanywa, kwa vile kuku anakuwa anakaa kwenye friji masaa matatu, mimi ndo hutumia wakati huu kutengeneza hivi vitu vidogo vidogo. Na vitunguu vangu vilikuwa kama vimetaka kuungua kwa hivyo, lakini okay, lakini usiunguze vako. Alafu sahivi niko tayari kuvitoa. Sasa hivi niko tayari kukosha mchele wangu. Napenda kukosha mchele kiasi mara mbili, umwage maji, kwa vile mchele wa biriani unapendeza, yani wali uwe, uh, uko mmoja mmoja na mrefu. Kwa hivyo pia ni uzuri kukosha mara mbili kutoa uchafu na kutoa ile starch, yani migando migando, na pia uh, mimi huwa nakosha naweka kiasi dakika naroweka kiasi dakika 30 mpaka dakika 45 Kimaliza hapo naroweka mchele wangu. Napenda kutia chumvi kiasi, kijiko kimoja au kimoja na nusu au zaidi, pia nasaidia mchele wako uwe sawa. Haya, hapa kwa rosti letu tuna vitunguu, tuna nyanya, bizari ya manjano, uh, unga wa giligilani, pilipili, garam masala, na kitunguu thom na tangawizi mbichi na mafuta na nayogat vijiko viwili vikubwa sasa hivi tuko tayari kupika kuku wetu na kuku, unaweza kum, kama unataka kumchoma au unaweza kum, kumkaanga kwa mafuta kidogo, unaweza kumfanya. Aa, mimi napendelea kufanya kama hivi, yani hii ni kama kugrill, lakini kwa moto, sio kwa moto wa mkaa, yani moto wa jiko. Hapo nimeweka moto mkali sana, naanza na moto mkali sana kiasi dakika mbili hivi Alafu nafunika napunguza kidogo chini, alafu napika kiasi dakika saba upande mmoja, alafu tunageuza. Vile vile nikisha kugeuza, wakati wa kugeuza narudisha tena moto mkali, alafu nageuza vipande vangu vyote vya kuku, alafu nafunika tena napika tena kiasi dakika saba mpaka kuku wako awe wameiva vizuri, lakini asiwe mkavu. Kimaliza hapo mimi nimezima jiko, halafu nimefunika kuku. Naendelea upande wa pili sasa, tunaanza na rosti letu la masala la biriani. Hapo nimeshatia mafuta yangu na kitunguu, takaanga kitunguu mpaka kibadilike rangi, lakini kisiungue, kama nivyonguza mieli Sijui ndikuwa na nini siku hili. <laughs> Mambo mengi tu ndani ya nyumba, watoto. Unajua, mimi ndo maana nikaspendi kufanyia video siku za weekend. Okay, alafu nimetia bizari zangu zote zile za unga, na ukitizama nimetumia bizari zile zile kwenye mchanganyiko wa mwanzo wa kuroweka, wa pili na watatu. Kwa hivyo nimekanga bizari zangu vizuri kiasi dakika mbili, alafu nitatia kitunguu thomu, nitakaanga pia kiasi dakika mbili, alafu nimetia na nyanya zangu Zipika nyanya vizuri, alafu moto uwe mkali wakati unatia yogurt. Mekanga vizuri kiasi dakika mbili tatu hivi, alafu natia kuku. Kama unataka rosti lako liwe, lizidi maji maji au liwe nyingi, unaweza kuongeza vitunguu na, na nyanya, lakini mimi napenda liwe hivi hivi, sio kavu sana, lakini kiasi. Kwa hivyo nimeweka kuku wangu Pika kiasi dakika mbili vitatu, nimezima jiko sasa hivi, tuko tayari kufukiza. Mi natumia haya makaa, yanauzwa nchi za Kiarabu na sisi hapa Amerika tunapata kwenye maduka ya warabu na pia wahinti, ya wahindi, yanakuja meusi mengine, kama hivi rangi ya dhahabu ya kihalat haya tena. Kwa hivyo nimeshawasha kaa langu sasa hivi, tayari kufukiza kuku wangu. Yani ukimfukiza huyu kuku kwenye hili biriani utakula mpaka utajiramba. Kisha kufukiza nacha tu si, si, sijaufunua mpaka nimemaliza kupika wali. Maji yangu tayari ya wali, ambayo nimetia zile bizari zangu zote nzima. Sasa hivi naukosha ule mchele, kwa vile tulitia chumvi naukosha kuitoa ile chumvi na maji. Hakikisha pia umetia chumvi, kwa sababu unajua biriani, wali wa biriani kaa hauna chumvi, unakua hauna ladha. Alafu baada ya maji yavyofika kuchemka nimetia mchele wangu. Ilipoanza kuchemka tu, nimepika kiasi, utapika kiasi dakika kumi na mbili mpaka kumi na nne mpaka mchele wako uwe wali wako umepika kiasi kama hivi. Mi waspendi kupika sana kwa sababu utaki we we bondo, ukisha kutia masala zako kimaliza hapo, tachuja wali wetu. Alafu hapa kwenye ile sufuria nilochemshia wali nimemwagia mafuta kidogo kiasi, kijiko kimoja, yale mafuta nilopikia vitunguu nlokangia vitunguu, tatia wali wetu hapo, alafu nimetia vitunguu kidogo alafu na maji ya zafarani na ile rose water, alafu tutaweka na kuku wetu, memaliza kuku na majani kidogo, kutia harufu nzuri na ladha na rangi. Alafu tatia na wali wetu juu. Ukitaka unaweza kufanya mara tatu, lakini mimi huwa naweka mara mbili tu, yanileweza fuimetia tena vitunguu kama mwanzo, utatia vitunguu na maji yako zafarani na gilgilani. Alafu nimetia na mafuta yale e, pilipili yangu nilisahau, kwa hivyo metumbukiza hapo. Metia mafuta yale nilokaangia vitunguu kiasi, vijiko vitatu vidogo nmiminia, lafu tafunika vizuri kama utatumia foil peke yake mimi nimetumia foil na kitambaa kitaula kidogo alafu kwenye moto mdogo mdogo nimepika kiasi dakika thelathini mpaka arobaini na tano sahivi wali wetu tayari na uzuri wa kupakua biriani upakue mpaka chini uanzishe tangu chini alafu nauchanganya kidogo ili zile rangi ziingie kote na nanukia vizuri kwa vile kuku tumemfukiza. Nilikuwa najaribu niweke kamera mpate kuona sufuria pamoja na sahani, haikutokea vizuri, lakini nimejaribu. Kwa hivyo hilo ndio biriani letu. Asanteni sana. Kwa mapisha zaidi karibuni Aroma of Zanzibar, na mtakuta vipimo na viungo vote hapo chini ya tarehe, na kama mmependa video hii mnaweza kunipa kidole cha gumba cha juu <laughs> na kama hamjapenda pia, si mind, mnaweza kunipa chini, na tafadhali mnaweza kutumia resipi hizi kuwapa marafiki zenu na famili zenu. Asanteni sana.